Yes. Binadamu ni mnyama kweli, lakini mnyama wa daraja gani? Binadamu wa daraja la juu ni mwenye upendo, ukarimu, amani, msamaha, kuwapeleka binadamu wengine mbele kifikra, kimwili, kihisia na kimaisha. Binadamu anayetaka kuona mazuri, mema na ya baraka yakitokea kwa binadamu wenzake, binadamu huyo ni mwenye upendo, mwenye faraja, mwenye amani na mwenye kumwendeleza Mungu aliye ndani yake katika ubinadamu na binadamu wenzake, ila kuna daraja la chini la binadamu, mnyama ambaye amebeba damu katika mikono yake, visasi, mauti, roho mbaya, kiburi, dhuruma, unyang'anyi, usengenyaji na hayo yote yaliyo chini. Binadamu kuna daraja la juu higher consciousness na kuna daraja la chini lower consciousness. Lower consciousness consciousness ndiyo inaitwa mauti katika mwili tunayotembea nayo Haya consciousness inaitwa uhai katika mwili tunaotembea nao. Wewe ni binadamu katika mauti ama katika uhai? Jihukumu.